Na mtazamaji wa Faida Online TV. Uh, leo watu wa fildi tumetembelea kwenye mtaa wa Mdenga na Madi ambao unapatikana manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoa ni Mtwara. Lengo ni kuja kupata historia ya huu mtaa. Mdenga na Madi ni jina la kimakonde ambalo lenyewe linamaanisha nini? kwa nini Mdenga na Madi? Lakini eh, ni mtaa ambao ulikuwa na matukio makubwa ya kutisha hapo zamani. Eh, n yani mtu ukifika huku eh, miaka hiyo wewe mwamba, lakini kuna matukio mengi ya ajabu yalikuwa yanafanyika huko, lakini kwa sasa imekuwa ni kisiwa cha amani. Kwa nini? Kulifanyika nini? Kimebadilishwa eh, kitu gani ambacho kimebadilisha kutoka kwenye mazingira hayo na kuja kuwa kisiwa cha amani. Mimi na wewe hatujui, lakini leo tutakuja kufahamu kupitia mzee wetu ambao tumemtembelea leo, Mzee Mohamed Alfani Millanzi tuko naye hapa, amefika hapa kwenye ardhi hii ya Mdenga ye yeah, historia anavyoijua naijuaje, na mazingira ambayo amepitia enzi hizo na vitu kama hivyo. Mzee, habari za siku tele, hali yako alhamdulillah? Mimi sijambo alhamdulillah, mambo nakana. Mzee yako una afya yako kabisa? Afya yangu ipo, lakini najua ugonjwa kifua kidogo. Ah, kifua. Pole. miaka mingapi sasa? Mimi na miaka 80 sasa hivi eh. Sasa hongera sana. Asante ya wazee wa zamani bwana, si mlikuwa mnakula vitu gani mpaka sasa afya yako inaonekana hata muonekano kama hivyo hujazeeka hivyo. Vitu vya kula vya zamani sio tofauti na sasa. Sasa hivi vitu vingi vya mchanganyiko, madini mbalimbali. Sasa vingine vinatukosti, tunafikia hatua ya kuumweumwe mara kwa mara. Sawa, tuanze hapo. Eh, ulifika Mdenga Namadi mwaka arobaini na tatu, tuambie hali ulivyoikuta miaka hiyo. Wakati unafika Mdenga ilikuwa ilikuta hali Mdenga, watu tulikuwa tunaogopa Yaani kutoka Kisutu mpaka kuja hapa we mm. Mwamba ha? Palikuwa na vijana hapa wamekufa, mm. mzeeka, mm. wengine wamekufa wengine wamezeeka wengine wamstaafu tu, mambo yenyewe hayo mm. japalikuwa na, na msitu tu hapa mm. watu, anabawaadani hukoaa wanawake wanabakwa huko, siyo? Watu tunabakwa huko watu, watu wanatandika nguo weka hapa, weka hela hapa afu upite. Naona, tunaweka hela hapa, tunapita. Yes. Sasa, akatokea mzee wetu nitaje kwa heri je kwa Mwenyezi Mungu amemhitaji mm. ndugu yetu astakamteule mm. ye pana. akawa diwani wa mm -hmm. kwanza katika Mdenga Namadi. mm. Wakati huo kata ilikuwa inaitwaje? Kata ilikuwa ile inaitwaje hivi Likombe, ah, Likombe. Mm. Okay. Sasa kijana yoyote, atakaye kuwa anavurugu aina yoyote ile mimi na yeye. semekana kwamba ilifikia hatua e, mengine ambayo amefanya wapungue hasa ni kulikuwa na ile hali ya kwamba kiba kijana basi anachomwa moto moja kwa moja. Hilo ndo haswa hilo watisho yetu sisi, ukulikuwa tujaanza kumchoma mtu, ila kisutu hapo majengo hapo, watu walikuwa wanachomwa moto hivyo mtakavyo kuja basi vijana wakaona, mm. sisi hapa tukwenda. Hapo hapo tukaambia polisi, nyinyi hapa fanyeni doria kila baada ya siku, hata sio siku, kila siku, lakini mtapokuta vijana wamekusanyika pamoja, wazee wauliza wanataka nini, walikalia nini. Basi kaonekana wazee hawa mm. wametupania bwana, vijana wakatuliza mwankari. Vijana siku moja wakanijia, kaambia, wewe mzee wewe unatembea una, una, sana kanteule wewe Wendo ni mfanya zkanteule mshawishike kutugukamsikiiza mkinifosi mtahama wote nikawatisha. Ah, na walikuwa wanawatisha au walikuwa wanamaanisha? Ah, na wanawatisha tu wapi niwize wapkaawatisha. Sawa, kwa nini, kwa nini Mdenga Namadi hili jina, ni la Kimakonde lina tafsiri gani hasa Mdenga Madi kwa Kiswahili? Hapa mtaa mnajenga makusudi, wakati wote mnaweza mkafukuzwa. Kwa nini? Kwa sababu sio makazi ya, ya kudumu ya watu mm -hmm. Ni makazi ya viwanda ah. E, mpaka sasa hivi okay. Watu wanachukua chukua huko wanajenga viwanda atu sisi tukusema, weka mimi mtoto wangu, ukifanya fujo yote mimi mwenyewe nakupeka polisi mm -hmm. Kwa sababu wazee mara na nyingi ndio wanafuga vigonjwa, sababu sisi natuambia sisi ndio tunayefuga watoto wawabadhirifu mm -hmm. sasa wewe ukifanya fujo, mm. mimi wa kwanza kukupeleka mimi. mm. Gamba. yeah. yeah. ikawa vijana mpaka wazazi najivua mimi gamba, ikawa vijana kwa toweni, pelekeni. Kwa hiyo watu wanakuja huko. Kwa hiyo watu wa ulinzi na usalama pia wapongeze kwa kazi kubwa wanayofanya sana, yani mtusaidia sana kwa. mm -hmm. E, msimu huu hasa mwezi unayokuja huu u uliyefika. uh. mm -hmm. kuna simu ya korosho. yes. Tuna magala huko mm. Tuna bandari huko mm. huku hmm. na rais wetu ameruhusu kupitia bandari ya Mtwara hmm. mazao ya biashara, korosho, mafuta siunili, mbaazi, vijana wote wanajajiri kwa kujitika magunia hmm. pale magalani, jiona anapoinuka mtu ana 50 hmm. ana laki, ana elfu sabini kwa hiyo mambo yale anayasahau hmm. hawasi tena kufanya mambo, hawezi kufanya hela nayo hmm. anaenda kufanya nini? yeah. Yetu, yeah. Una, una kwa hiyo historia yetu una kipi cha kuiambia serikali ambayo imepambana kuhakikisha kwamba hali ya Mdenga inatengemaa? Mimi ninachoshukuru kitu kimoja, serikali yetu sasa sasa hivi iliopo, kuanzia waliyepita mpaka aliopo sasa hivi, amani ameituliza sana, imetulia amani, sio Ndenga peke yake, Tanzania mzima, tuliopo Tanzania na hata waliopo nje Tanzania wanajua kwamba Tanzania kuna amani na utulivu mkubwa na shikamano ule mzuri zaidi. Baba, mimi nakushukuru sana asante sana. Na, na mtazamaji wa Faida Online TV ni mzee wetu huyo, mzee Millanzi ambaye tumezungumza naye katika siku hii ya leo kutoka kwenye mtaa huu wa e, e, Mdenga Namadi mtaa ambao anapatikana ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Tupata historia kubwa sana ambayo inahusiana na mtaa huu. Ni mtaa ambao alikuwa mtu kimwambia, anatoka Mdenga na Madi, yani kwanza anakutathmini mara mbili mbili, ni mtu aina gani? Ni mtu mwema kweli wewe ama ndo wale wale? Mpaka kufikia hapo mimi nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe tu kusubscribe, kulike na kucomment chaneli yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field na tutaendelea kuwa watu wa field. Asante na kwaheri kwa sasa.